Wakazi wa eneo la Chemosit, kaunti ndogo ya Bureti katika kaunti ya Kericho wanaendelea kutafuta mwili wa mtoto wa miaka minne uliosombwa na maji ya mto Chemosit siku tano zilizopita. Viongozi wa eneo hilo waliungana na wakazi wakiitaka serikali ya kaunti kuimarisha mpango wa miundombinu ya dharura ili kurahisisha shughuli za uokoaji pindi majanga yanapotokea. Kadhalika, wamewataka wakazi kuwa waangalifu zaidi kwa watoto wao, hasa katika msimu huu wa mvua na likizo. Uh, this is the fourth day now that the child has been missing, the fifth day that the child has been missing and we want to thank the county government of Kericho and the collaboration they have had with Kisumu County and also the county government of Bomet for allowing the divers to come and be able to be a part of the search team. Na tunatarajia kwamba kufikia siku ya leo uh, kwa maombi yetu ni kwamba tutaweza kupata mwili wa owe mtoto na tunataka pia kusema uh, shukrani kwa wenyeji kwa sababu ilichukua uh, nafasi kwa wenyeji wetu, watoto wetu ambayo waliweza kuingia kwa maji na kuanza kutafuta uh, huyo mtoto. Na hii pia ni changamoto kwetu hasa katika county, about our disaster preparedness we need to be prepared. Tunajua hii ni msimu wa mvua, na ningependa pia kuhimiza wazazi kwamba tafadhalini, Make sure that uh, upate kutunza watoto wenu, upate kuwachunga ili wasipate, tusipate kupata shida kama hii.